Kiwanda hiki. Wachinjaji wa machinjio ya kijiji cha Ililika wilaya Geita, wamegoma kuchinja mifugo kwa madai ya kuchoshwa na unyanyasaji unaofanywa na afisa kilimo wa mifugo wa kata hiyo Shadi Malwa. Esta Sumira anasimulia kutoka mkoani Geita. Wakiongea na Azam News baadhi ya wachinjaji wamesema hawatafungua bucha zao hadi pale serikali itakapomhamisha afisa huyo ambaye amekuwa ni kero kutokana na kuwatoza fedha shilingi elfu nane kwa kila siku wanapochinja bila kupewa risiti. Kero namba moja ni kunyang'anywa ngozi bila malipo yoyote na afisa mifugo Shadrack Marwa. Namba mbili, kero mapembe yanachukuliwa bila malipo yoyote yale huyo bwana Marwa mifugo. Kero namba tatu kutozwa ushuru bila stakabazi. Sasa tunaomba kwa taarifa na serikali hii itusikilize kwa makini, na yeye hatuna imani na hatutaki tukagulie mifugo yetu, na bila kutatua kero yetu hapa hatuchinji. Akijibu kero hizo, afisa kilimo na mifugo Shadi Marwa amesema sio kweli kabisa, ila kwa sababu wao wame wana wameunda njama fulani lazima wasibe. Sasa leo nimefika machinjoni asubuhi nikakuta kuna ng'ombe watatu, kuna ukaguzi wa antemortem, yani ukaguzi kabla ya ng'ombe ajafanya hajachinjwa. Nikamtoa ng'ombe mmoja ambaye hata wewe ukimwona hafai hata, yani hahitaji utaalamu wewe kumwangalia yule ng'ombe, nikamrudisha kwa kuwepo wale wawili nikawapitisha. Mara wachinjaji wakagoma, wasema hamna huy akuchinjwe na hao wasichinjwe. Mbali na kero hizo, pia wamesema wanadai shilingi milioni kumi na tatu kutoka kwa afisa huyo zilizotokana na uuzaji wa ngozi, ambapo Shadimalo alikana kuhusika na ununuzi huo na kwamba anayehusika na biashara hiyo ni wakala Joseph Masana. Hapana, si kweli, hizo ni propaganda tu e. Nakumbuka kwenye mahesabu yangu wanaonidai ni, ni wawili kwa wachinjaji wa ng'ombe wa ng'ombe yupo Maila na yupo Joni. wengine hawa wote ninawadai kwenye daftari langu. Esta Sumira, Azam News, Geita.